la kandanda FKF Machakos limeongoza hafla ya kufuzu kwa zaidi ya makocha 90 kutoka maeneobunge ya Machakos, Mavoko na Yatta katika kaunti ya Machakos, lengo kuu likiwa ni kuimarisha hali ya ukufunzi katika kaunti hiyo. Akizungumza baada ya kuongoza mafunzo hayo katika shule ya msingi ya Matuu Memorial, Mwenyekiti wa FKF kwenye kaunti hiyo, Noor Abdi, amewataka viongozi kukumbatia michezo kwa wanarika huku akisifia ongezeko la kina dada ambao walijitokeza kwenye mafunzo ya makocha. Uh, Eh, ile kitu mimi nilikuwa naomba tuwa support ndio tuweze ku support ladies team hapa grassroots. Bila hizi training, hakuna pali tunaweza kwenda e, m ya kuleta courses kama hii through the federation ni, one ni ku empower knowledge kwa team zetu za grassroots na kwa volunteer wa coaches ambao kwamba wako kwa, wa kwa kiwanja na wanasaidia vijana wetu kwa, kwa ground. Ningeomba sana kwa leaders wetu wa Machakos wajaribu ama waamue kuanza kusupport hizi team za grassroots bila support yao na bila support ya community inakuwa ni challenge we are very ready to start we have already started the journey and we are looking forward to more more coaching opportunities i would also encourage the, my fellow ladies out there you can consider yourself as a coach because in in our country we do not have so many female coaches and It will be pleasure to have you guys on board. Hii training ya entry level ya coaches ni muhimu sana kwa sababu hapa mashinani ndio tunaangalia talanda. This is where we scout the talents. Na kwa hivyo kama hatuna mafunzo mazuri inamaanisha ya kwamba kuna zile talents ambazo zitaweza kupotelea huku mashinani. Kwa hivyo nashukuru sana ofisi ya FKF kwa kuweza kupea mafunzo ya coaching course. Kipaumbele yangu mimi, ningeomba sana challenge ile eh, tuko naye vijana wako, wako wengi, na bila sisi kuwa nao ama bila sisi ku, kuwahimiza wacheze wawe wanafanya training eh, daily itakuwa ni ngumu kwao. Wao wanaweza ingia kwa miadarati, waingie kwa mambo yamba kwamba yamba kwamba haitawasaidia.